urudi nyumbani. Baada ya siku zote hizo, leo ndo najua thamani ya mwanao hmm? Baada ya kutulaza nje kutulaza nje, kunipiga bila sababu, leo ndo najua thamani ya mtoto wako. Mbona ukuyafikiria hayo kabla ama? Mwanao anatakiwa aishi maisha mazuri, aelewe na baba na mama. Leo kimekukuta nini wewe baba? Lakini mama Jay, nasema mama oh, lengo langu mimi, nataka tu urudi nyumbani, tumlee huyu mtoto kwenye mazingira sahihi, ili eneo sio mazingira sahihi ya kumlea mtoto. Weka kimya wewe Msafiri. Kuna baba akifika mtoto anamkimbilia anamlilia, lakini si ajabu mwanangu amekuona wewe, analia anakuogopa. Yaani, kama mtoto anasimama mbele yake nikaona lahasha, siwezi nikaharibu pesa zangu tena, ikiwa mwanangu haiko mazingira sahihi. Kwa hiyo nikamwombe mama Jay arudi nyumbani, mlee mtoto. Mtoto wa mtaani, wewe hufanani kabisa ni kuja kuwa na maisha ya kawaida au kuwa na maisha ya kawaida life nilokuta huu naishi, yani, unaelewa life la like kishamba yani, unaelewa life la like kishamba. Sema nilivyokuangalia nini, nikaona mwanamama una vitu vyangu nini, mimi mwenyewe nikawa nimeenjoy nini, kwamba huyu mwanamama atanifaa, afike sehemu na nimfikishe sehemu. Kwanza kabla ya yote, n vipi ule mshamba lik nakusumbua, ni kwamba mara nyingi sana huwa ai mbloko ana cha kukupa maskini. Mi naweza kukupa chochote ambacho unakitaka mwanamama, unalewa mama, mama. Mi nataka kwanza nikusajilie rani mingine, yaani niule pale sawa, asikupate kabisa, ni kwa sababu katika maisha yetu sisi mashupastaa tunavyoishi, tunalewa tunaishi bila kuishi na maisha ya watu ambao ni machokochoko wa shamba, ambao wanataka kutuchukulia vyombo vyetu vifaa kama hivi. Maanake wale ambao wanataka kutuchukulia sisi vifaa vyetu kama hivi, kwetu sisi ni shamba, kwa sababu nikikuangalia wewe siolevoza, yaani hivyo. Tulia hapo yeah. ni kufanya yaani hapa napomlelea mwanangu pale ndio ni mazingira sahihi, sio huko nakotaka mimi nirudi. Siwezi kurudi kwako kwa Msafiri, yaani kurudi kwako kwa mimi ndio usahau. Afu mimi sio mke wako, ilikuwaga enzi zile, nilikuwa mjinga punguani. Hizi saizi mwenyewe tayari nishagrow, naishi maisha yangu. Huyu mamajai wa zamani wa kwako. Sasa hivi ni Bianca, sio mamajai tena, umenielewa? Ukinitazama, Bianca wa sasa na mamajai wako wanafanana. Maisha yanabadilika Msafiri. Ulifikiria dunia itasimama? Ulifikiria dunia itanitenga? Au ulifikiria ulikuwa unafikiria nini labda? Mama Jay. Jaribu kunielewa. Nimekwambia nitabadilika kwa sababu mianga mianga iko yangu nimepata fedha. Sawa. ntole fedha siwezi nikaitumia vibaya. Acha hacha saii nimtafute Mama Jay. Sawa, tutumia na pia yeah, mimi nataka nikufanye uwe mwanamke ambaye ni tofauti na wanawake wengine, so nadhani hivi vitu vinaweza kufanya ufike mbali. Yani kila mtu atakaye kuona awe na kutafakari, yani kama ni mwanamke ambaye kwamba naweza nikawa nasema mwanamke sahihi ni kwenye moyo wangu mimi, naweza kawa Kichuna. Lakini Kichuna, kitu kimoja ninachokuomba mimi, nataka nikufikishe mbali, uwe star, unanielewa? Nataka uwe star zaidi ya mama Amina, unanielewa? zaidi ya bonge la dada tunaelewa. Yani jinsi uzuri wako ulivyo unajua, hapa nimekucheck shape yako ni kama wewe masepepu eh, yani shape yenyewe inanilizisha. Yani mwana mama, una vitu vyangu baba. Je, ulinifuja baba? nilikuwa naonekana kama ng'ombe, kumbe ni mtoto mbichi, mtoto mlaini, mtoto mzuri navutia Yes. Subiri nikuambia kitu. We punguani wa akili uliokosa haya usiojua vibaya wewe, tena ukae unisikilize kwa yeah. umakini na yonuku maneno yangu, si unielewa? Lakini mimi nakuomba wewe namba uondoke, namba uende Ndashindwa kupata hata kazi kwangu nitatafuta pesa kwa ajili ya mwanangu. Tuna nielewa. Usisababishi nikafanye fujo kwenye biashara za watu. Naomba uondoke kuheshimu biashara za watu. Sijui unaelewa. Lakini Msafiri una nini wewe? Msafiri, naomba uende. Una shida gani? Wewe. Kapta hata unaendelea kukuburudisha. Oh, mimi na pesa. Eh, pesa. Utakuwa na pesa wewe. Nijue mi yaani, wewe sio yani, sio tu kusema kwamba demu adioa, watasema demu wa supastar dikropa, demu wa supastar dikropa. Oya, mi ndo msanii napiga show kwa hela nyingi, unaona. Icheni mwanamama, mm -hmm. Icheni unajua, mwana najua shingana shiachen basi, yeah. icheni nataka uende, yaani hapa hii cheni nimevaa erahko ambayo wewe inaweza ikakufanya ni wewe ubadilike kwa muda mfupi. Unaelewa? Yaani hii cheni tu nimevaa ni erako ambayo inaweza ikakufanya ubadilike kwa muda mfupi <tus> bodaboda, jamani ananiuzi mimi

Kwa sasa hivi unaishi wapi? Sasa hivi mimi tu na mwandalano tu mtaani. Naitwa Kipanya. Kipanya? Yaani hilo ndio jina lako au umejipa tu? Ah, hilo ni jina langu. Kwa sababu mimi siwajui mama yangu na babangu, ni kama mwenyewe nilijitengenezea mwenyewe. Pole sana ndugu yangu kwa maisha ambayo unayapitia. Asante sana, nashukuru sana. Mungu akubariki. Nashukuru sana. Afu nimesha

Dah! Hmm, chitu namwonea huruma nyie. A, kuna watu wengine wanatesa watoto wao ndo kama saizi hivi wanaombeleza tu hapa. Da, Mungu amsaidie huyu mtoto, mpaka nimemwonea huruma ma <tap> <tap> Mtoto wa mtaani <tap> <tap> Nilihisi kabisa nimekupoteza. Maana ujumbe wa mwisho ulonitumia kwenye simu yangu chikuwa lilipasua sana moyo wangu. Mimi nimetoka nimejitoa huko, niko zangu lesi. Hii saiki nafanya naye nizungua kinoma, yani sometimes. Mimi nimetoka nimeacha mambo yangu, nimeacha meshe zangu, nimeacha harakati zangu, nimeacha vitu vyangu, nimeacha kila kitu, yani kwa ajili yake. Hawa ndo wana mama wa mjini hawa. Unaweza ukajikuta unajifanya kama vile unampenda, kumbe yeye mwenyewe bichi tu unajifanya unampenda kumbe yeye mwenyewe bichi afu bichi ile ile, yani si afu ile wewe mwenyewe uelewa wala nini. Mimi nimetoka zangu huko kitaa, nini sielewi. Nimepoa kama unavyoona, yani unyamwezi, yani juu paka chini. Afu ile mwana mama mwenyewe ipo na mama anachukuliaje wewe hapa? Ngoja kwanza nimtukie waya kwanza, zivua kinoma nipaka, naona nyeusi yani, naiona mizito nvutia waya kwanza, nijue hii litakiwa awe hapa mimi nimekuja hapa kwa sababu yake yeye ya aelewe mazingira gani enyee, aelewe mazingira ganiau ni kachomoa, si tunahitaga kachomoa na, na ukichomoa si tunakuletea nyeusi tu yani chomoa, si tunakuletea nyeusi, afu nyeusi yenyewe inakuwa kavu kavi kutegemea kama tuko menisamea. Maana nilikuwa nimechoka, nilisikia dunia nzima inanipiga vita. mema kuambia kitu, siku zote mapenzi ya kweli hayapimi kwa ukamilifu wa mtu, bali kwa msamaha dhati unaotoka moyoni. Hivyo basi mimi niko tayari tuanze safari upya mapenzi yetu, na nimesha kusamia kabisa kabisa, Jakobo. yeah, ah, mapenzi yetu ni kama kitabu, ni kama unafunua ukurasa upya wa mapenzi yetu. mimi wewe, nakupenda sana, aya, okay, habari ya mjini. Ni Milan Super sembe. Huu ni unga bora wa sembe unaozalishwa katika mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, kata ya Mloo. Milan Super sembe, tupigie kwa namba za simu sifuri saba arobaini na mbili arobaini na saba tisini na moja kumi na mbili au tupigie kwa namba za simu sifuri sita tisini na saba arobaini na nne 16 Milan supa sembe ametuletea sembe iliyo bora kwa ajili ya chakula. Tanzania tumeletea Milan supa sembe, tunasema tuna chakula kizuri chenye afya na afya bora, na utapata matumizi mazuri ya chakula chetu. Milan supa sembe tunauza unga kwa bei ya jumla na leja leja leja, kwa wale watakaohitaji kwa ajili ya jumla kibiashara jo mzigo ni wa kutosha, lakini ukihitaji kwa matumizi ya nyumbani mzigo ni wa kutosha. Kwa wakazi wa Mlo, tunapatikana mkabala na Uhuru hospital ama jirani na kanisa la la TAG. Ukifika mahali hapo, unakuwa umetufikia milan supasembe. Usikose kututafuta, walishe bora, waunga bora wa Kiafrika. nema kani ata wengi wanasema Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. mbona upo hapo mimi nimekuja kwa ajili yako yani mimi nimekuja kwa ajili yako mimi mwenyewe najua kwamba unatokea nguo zenyewe umepita nazo sijui uko mitaa gani saizi Uko wapi unakuja sangapi manake mimi mwenyewe hapa nakusikilizia ni wewe mwenyewe mwana mama hapo kwamba utokee ile mimi nimekuja kwa sababu yako api? Kwa hmm, dakika chache tu nikusikilizie kusikilizie. Basi chapu tembea, kama basi lina mafuta. Nafsi yangu najua nimekuharibia Mungu, lakini simu uliopewa hapa sasa hivi ni ya dharura, yani kwa maana hapo napo ndo ninahitajika. Si ulisema tuwezi kwa chama siku zote tusipendana mpaka kifo. Kipi kimekupata sasa? Mbona umecheza dana dana? Mpira umeenda mbali. Mbona kama ueleweki, we mwenzangu? na mambo mengi kufanyia hapa yenyewe kwanza nishampa dakika tano tu. Yani. Akichelewa tu ile yenyewe mimi mwenyewe nachomoa najipitisha yani. Nishampa miguu. Yaani miguu niliyompa ni sio mpaka nimpe gari. Yaani nishampa miguu. Kwa kama anatembea kama basi haina mafuta, kati miguu anayo, anataka gari hapa, atapoteza. Mimi nishampa dakika tano yake zingua nini, anakuta mimi muuni nishajichenga, atabaki anaelewa ye ya mwenyewe yani. Maki watoto wa siku hizi saizi wanajifanya pisi kali, kumbe vipisi vya sigara. Inachopenda wewe <tipa> haupendi, nateseka nayo mapenzi

na mimi ndo mondi mtoto kachani kubali, angalia nilipotoka umondi mtupu. Mtoto akinicheki ananicheki mimi usufu, baada hapo vitu vingine ndo kwanza mimi avinihusu. Kila mtoto ninapokutazama na jinsi unavyoninyunyua toka chini na kuja juu. Hey, bwana aisee, ukweli nakupenda sana. Ulipotoka sidhani kama umetoka kwa bwana Bwana Yesu, najua unanipenda mimi zaidi ya Bwana Yesu.

Najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugopi, utatua unavuja damu, maumivu makali. Unatufukuza, tutaenda wapi? kila siku majera amoyoni, mme wangu, kosa langu lipi Fukuza tutaena wapi? kila siku majela mamoyoni, mume wangu, kosa langu lipi? mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani